Hiyo haijatunufaisha sisi kama watu wa Sabaki, kwa sababu baada ya labda rais kuja ama gavana kufika, unahitaji yule kiongozi mwenye sasa atafuatilia, mwenye atasukuma, mwenye atafanya lobbying na advocacy. Sasa hiyo hiyo hiyo nguvu ndio tunakosa sisi, kwa kiongozi ambayo tuko naye. Hana lobbying technique, hana advocacy technique. Kiangalia hata administratively, eh, the organization ya administration yake iko hata uwezi elewa, sabu ni mtu ambaye hata kwa ofisi yake hana boardroom. Eh? hana ofisi ifika pale ni manager ndio ako hapo. Lazima MCA ama kiongozi yoyote akuwe na boardroom. Huyu mtu anashauriana na watu wapi, saa ngapi eh? Huwezi fanya mkutano kwako. Wewe ni public figure, uko na ofisi ambayo inalipwa na serikali. Kwa nini huitumii? Kwa nini hufiki kwa ofisi eh? Unaenda bunge siku tatu kwa wiki, Tuesday saa nane, Wednesday asubuhi na saa nane, Thursday asubuhi. Uko na Thursday saa nane mpaka Tuesday saa nane uko free. Free. Kwa nini huingii kwa ofisi? Kwa nini ufanye consultations? So, Sabaki tumekosa kiongozi anayeweza kushauriana na watu Sabaki tuko tuko, tuko sisi ni matajiri, ziko akili ambazo zinaweza fikiria, kuna wazee wenye hekima, kuna wamama wenye hekima, lakini hawajapewa hiyo platform ya kwamba wanaweza toa mawazo yao hapa hapa. Kama ingekuwa ni muziki sabaki ni freestyle. Eh? Freestyle. Eh? kisha shia ya Lingala, freestyle ya Lingala. Ushaisikia freestyle ya Lingala <laughs> eh? Yani ni gita tu, gita tu na sauti ya tu eh? tuna bila microphone. Kiwa eh, mahali MCA anasimama hajui ni njia ipi afuate, na hii inaletwa anakukosa washauri wa kisiasa kwa sababu, huwezi kuwa wewe ni MCA halafu unaenda kinyume na gavana halafu unasupport mtu ambaye anampinga gavana. Sasa ile ni kama unajichimbia mwenyewe kaburi la kisiasa. Ile support executive, support executive utaikosa. So kesho huwezi enda kwa gavana kusukuma mradi, huwezi enda kwa gavana ukiwa na shida ya kusaidia watu wako. Tayari ushaika notion kwa gavana kwamba wewe ni mpinzani wangu, kwa hivyo kitu ambacho kinafanya sasa the results, matokeo ni kwamba hakuna mradi wa executive utakuja Sabaki. MCA nguvu zake ziko bunge bunge ndio inampa nguvu yeye kufanya kazi. So ikiwa yeye atakuwa bungeni na anasapoti mtu mwenye yuko nje, yuko serikali kwa national government, then sisi ndio tunakosekewa kaka, eh? sisi ndio tunakoseka. At the end of the day ni sabaki ndio itakuwa imeumia, so mtu kama yule ambaye tumempa mamlaka hayo ya kutuongoza kutufikisha mahali ambapo tutafaidika na yeye, achanganyikiwe njiani, au hajui anaenda wapi, au hajui anafaa kufanya nini? Tunamwambia sasa, wewe pumzika eh?